Mungu anapokuchelewesha lazima ukae kwenye Amen, kanuni Amen, Amen, hizi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kanuni ya kwanza lazima uwe mtulivu. Mtulivu